Alikuwa hajulikani bali, wale ambao walikuwa wakimwona akileta posa mahali hawamkubali, huu nani? Hana mali hana cheo hana nasaba, lakini alikuwa yuwapendwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahabi huyu ni katika wale ambao Mwenyezi Mungu amewasifu katika Qur'an, waumini ambao walikuwa wakweli katika imani yao. Asema jalla jalaluh, minalmuminina rijalu sadaqu ma ahadu llaha alaihi, katika waumini kuna wale ambao walikuwa wakweli katika imani yao, na kule kuwa wakweli katika imani yao ikawapelekea watambulike na Mwenyezi Mungu na wapate daraja duniani na akhira. Maashara almuslimin, sahabi huyu si mwingine, ajulikana kwa jina Julaibib. Julaibib radiyallahu anhu ni sahabi mdogo ambaye alikuwa ni fakiri, ni maskini, hana mbele hana nyuma, na alikuwa ametoka kutoka kabila ndogo ndogo, na alikuwa pia sura zake hazivutii wakimuona wasema, huyu hana sura nzuri, wanawake wakimkimbia. Sasa sura zake hazimtetei, mfuko wake hamtetei, familia yake haimtetei. Ikawa sasa yeye walala msikitini, watu hawamjui hawamtambui. Huyu Julaibib alikuwa akipendwa na Mtume salallahu alaihi wasallam, arasul Al alikuwa akimpenda na akimtambua. Siku moja Mtume salallahu alaihi wasallam alimtuma mahali. Aliporudi akamwita Juleibib, akamwambia njoo, kaa karibu yangu. Juleibib akiwa amekaa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam, al rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia Juleibib, akimwona juleibib amevunjika moyo, sura zake hazivutii, ukimwangalia mfuko wake hana mali, ni maskini hohe hahe ukimwangalia hajatoka kutoka familia kabila fulani yajulikana kabila ndogondogo. Sasa ikawa yuko mnyonge, lakini arrasul sallallahu alaihi wasallam alijua kwamba huyu ana daraja mbele ya Mwenyezi Mungu. Akamuuliza auza uwijuka ya julaibib, ya julaibib, si nikuozeshe mimi? Si nikuozeshe mimi julaibib, nikutafutie mke nikuozeshe julaibib Akashtuka na kushangaa akasema, man yuzawijuni ya rasul Allah? Nani atakayeniozesha mimi? Nani atakayenipa binti yake? Sina mali, sina nasaba, sina cheo, sina sura. Nitapewa msichana kwa msingi gani? Nani atakayenipatia mimi msichana wake? Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwambia, mimi nitakuposea msichana mimi nitakuposea msichana, wewe uko tayari kuoa? Niko tayari, lakini ya Rasulullah, sioni kifanyika, sioni ya rasulullah ikifanyika. Ar-Rasul akamwambia niache mimi. Akamuita mmoja katika Maansar ambaye alikuwa amefiliwa na mumewe na ilikuwa ni ada ya masahaba al-Ansar mmoja katika mabanati zao anapofiliwa na, na, na, mume, mmoja katika mabanati zao anapofiliwa na mumewe walikuwa wakimaliza ida wakisubiri labda huenda Rasul akaja kumposa. Sasa huyu Ansar akaitwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawambia nina haja na wewe. Akawambia naami, ya Rasul Allah, haja yako imetimia. Akawambia nataka niozeshe msichana wao

wacha nimshauri mamake, wacha niende kwa mamake msichana nikamshauri, nitake kujua atasema nini. Sahabu huyu akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda kwa mkewe, akasema akamwambia mkewe, amekuja imekuja khairi kwa msichana wetu na imekuja posa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameleta posa, yakhtubu ibnatak ameleta ya ya posa ya binti yako Fakalat, qalat, neema ni neema kubwa hiyo, ni daraja ni sharaf ni khairi ni karama ni uzuri, Mwenyezi Mungu ametuletea. Kisha akamwambia mkewe, innahu laisa yakhtubuha linafsihi, hajiposei yeye mwenyewe, innama yakhtubuha lijulaibib, aposa kwa ajili ya Julaibib. Fakalat, aJulaibib? ni kwa ajili ya Julaibib? Ala la amri Allah la nuzawiju, wallahi hatumwozeshe kijana huyo, wala hatumpatii msichana wetu asiyekuwa na mbele wala nyuma, hatuwezi kumwozesha msichana wetu mwanamme kama huyu. Basi yule binti akiwa nyuma asikia mzozo baina mamake na babake, na alisikia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, akatoka nyuma ya pazia, akauliza man khatabani ilaikum nani amekuja kuleta posa? Wakasema amekuja mwanamme, lakini mwanamme huyo hajakuja mwenyewe, ameletwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mukamuaje? Asema tukaamua kwamba hatuwezi kukupatia. Ule na Juleybiib akakasirika, yule mwanamke binti mwenye imani akasema, atarudduna ala rasulillahi amra, nyinyi mwarudisha amri ya Mtume. Mtume Mwenyezi Mungu ameleta khairi, na yeye ndo amenichagulia. Vipi wewe, umekuwa ninyi mmekuwa, mmekuwa ni wenye kukataa kwa msingi gani? Mbona mwanikatia ya khairi? Idfauni ilaihi fa innahu la yudayyiuni, nataka muniozeshe huyu huyu Julaibib aliyetumwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Maadamu ametumwa na rasulullah, wallahi huyu hata niangusha wala hatanipuuza naam. Babake yule msichana akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia sha'nu kabiha fazawijha Juleybiib. Sha'nu kabiha kamwambia, ya Rasulullah, binti ni wako, utakayempatia tumeridhia. Akamwita Juleybiib ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, akamwozesha binti yule. Juleybiib hajulikani, hana umaarufu, hana cheo, hana mali, lakini Allah yamjua

Ewe Mola, na kuomba hawa wawili wamwagilie kheri wingi kwa wingi. Na naamu, wakanehemeka mali, ikaja khairi ikaja katika hali kama hiyo. Juleybiib yuko katika ndoa yake Mwenyezi Mungu mwa ameanza kumfungulia na amepata kheri, ikapatikana mwito, wanaitwa haya, ala ljihad haya ala ljihad Masahaba wakatoka akiwemo Julaibib radhiyallahu anhu wa ardhah katika mapambano. Ilipoisha vita na Waislamu wakapata nusra, baadhi ya Waislamu waliuawa. Sasa kila mmoja mtafuta mtu wake, huyo mtafuta ndugu yake, ataka kujua yuko haya amekufa, kama vile ilivyokuwa hali ya Gaza leo, mabomu yanaangushwa mara ukiwa kule utakujua ndugu yangu yuko hai hayuko hai. Katika taharuki kama hiyo, kila mmoja mtafuta mtu wake, asema ya Rasulullah, mimi nishampata ndugu yangu, nishapata mwili wake huwa, asema ya Rasulullah, mimi nishampata babangu, huwa sema mimi nishampata mwanangu. Kisha Mtume sallam kila saa yauliza hal tafqiduna min ahad, je nyinyi kuna mtu mmemkosa? Kila mtu amepata mtu wake, tukamzike. Qalu naam kala nafidu fulana wa nafidu fulana, wa mimi namkosa mtu kuna mtu fulani bado msijampata. Kabla hawajatoka kila mtu atafuta wa mtu wake, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam asema unzuru hal tafqiduna min ahad, kuna mtu hamjamona? Kila mtu amepata wa mtu wake. Ilipofika wakati kila mmoja akasema ya Rasulullah, kila mmoja alikuwa akitafuta mtu wake na maiti ya mtu wake ashapata. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam asema nami namtafuta mtu wangu walakinani afkidu Juleybiib. Kila mtu amepata mtu wake, mimi na mtu wangu sijampata. Mimi namtafuta Juleybiib, nitaftieni Juleybiib fatlubuhu fi qatla. Waliokuwa hai miongoni mwao simuoni, katika maiti zilizoleta zilizoletwa simuoni, sijampata Juleybiib. Ntaftieni Juleybiib wangu, nitaftieni Juleybiib arasul sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu ya ombi aliyokuwa nayo, masahaba wakaanza kukimbia, kukawa na taharuki, kila mmoja amtafuta Julaibib, au na maiti apendua, huu ni Julaibib sie, huu ni Julaibib sie, mpaka wakafika mahali wakaona kulikuwa na maadui wa saba na msilamu mmoja, wakifika pale, wakimpendua, wakamwona ni Julaibib, wakamwita

Qatala sab'atan wa qataluhu, aliwamaliza wasaba na kuwaua na yeye pia wakamaliza. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akamchukua Julaibib akamweka kwa mapaja na akamshikilia akasema, kila mmoja mtafuta mtu wake, mimi mtu wangu ni Julaibib. Hadha minni wa ana minhu, hadha minni wa ana minhu, mimi huu Julaibib ni wangu na mimi ni wake. Akasema nizikieni. Akasema, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, chimbeni, nichimbieni kaburi, nimzike Juleybibu wangu. Harasul akamchukua Juleybibu, maiti yake akaweka kwa mapaja, yamshika kama vile mama anavyomshika mtoto wake akimweka Masahaba wakachimba, arasuli akasema, hakuna mtu atakayemshukisha kaburini, mi ndo ntashuka. Akashuka Julaibib, akashuka rasuli sa salam, akapewa mwili wa Julaibib, ikashukishwa yendo, akamnaza, akamfinika na kumwagia mchanga. Akasema, hadha minni wa ana minhu h